Je, umeshawahi kujiuliza kuhusiana na viongozi wa mataifa mbalimbali ulimwenguni ambao wanashikilia rekodi ya kuwa na ukwasi mkubwa au kuwa viongozi matajiri kushinda viongozi wengine duniani? Bila shaka ni swali ambalo umekijiuliza kwa muda mrefu na kutamani kupata majibu na majabu yake kuhusiana na swali hilo. Umekuwa ukitamani kupata majibu lakini imekuwa ni ngumu kupata uh, suluhisho ya majibu yako. Sasa leo nakuletea orodha ya viongozi 15 ambao ni viongozi matajiri au wanashikilia rekodi ya kuwa na ukwasi mkubwa na utajiri mkubwa kuwazidi viongozi wengine duniani. Na tukianza na nafasi ya 15 ya viongozi matajiri zaidi ulimwenguni. Nafasi ya 15 inashikiliwa na kiongozi mkuu wa taifa la Singapore. Anaitwa Lawrence Wong, ana utajiri wa takriban 5 inashikiliwa ya ya na kiongozi mkuu wa taifa la Ukraine, anaitwa Volodymyr Zelensky. Zelensky anashikilia rekodi ya kuwa ta kiongozi tajiri, akishika nafasi ya 14 kama miongoni mwa viongozi matajiri zaidi ulimwenguni akiwa na utajiri wa takriban dola milioni 20. Ikumbukwe e kwamba Volodymyr Zelensky analiongoza taifa la Ukraine ambalo linapitia changamoto mpaka hivi sasa. E, likiwa katika vita dhidi ya Urusi, likiwa na changamoto za hapa na pale, lakini yeye, hiyo masuala ya kuwa taifa lake lipo katika vita haijamzuia kuwa kwenye orodha ya viongozi 15 matajiri zaidi ulimwenguni. Tukija nafasi ya 13, nafasi ya 13 inashikiliwa na kiongozi wa taifa la Canada, waziri mkuu wa taifa la Canada anaitwa Mark Carney. Mark Carney ana utajiri wa takriban dola milioni 21 za Kimarekani akiwa nafasi ya 13 ya miongoni mwa viongozi matajiri zaidi ulimwenguni. Tuje nafasi ya 12. Nafasi ya 12 imeshikwa na kiongozi kutoka taifa la Ufaransa. Huyu ni raisi wa taifa la Ufaransa, anaitwa Emmanuel Macron. Emmanuel Macron ana utajiri wa takriban dola za Kimarekani milioni 31.5 akishika nafasi ya 12 kama kiongozi uh, tajiri zaidi ulimwenguni. Nafasi ya 11 anashikiliwa na kiongozi wa taifa la Thailand. Kiongozi wa taifa la Thailand anaitwa Shina Watra akiwa na utajiri wa takriban dola milioni 199 akishikilia nafasi ya kumi na moja kama kiongozi uh, tajiri zaidi ulimwenguni. Tuje kwenye kumi bora sasa za viongozi matajiri zaidi ulimwenguni. Nafasi ya kumi ambayo inashikiliwa na kiongozi kutoka taifa la Afrika Mashariki, taifa la Kenya. Rais wa Kenya William Ruto ana utajiri wa takriban dola za Kimarekani milioni mia nne akishikilia nafasi ya kumi kama miongoni mwa viongozi matajiri zaidi ya ulimwenguni. Bila shaka hili limeweza kukushangaza kidogo, lakini ndio hivyo. Huyu ni kiongozi ambaye yupo na nafasi ya kumi kama miongoni mwa viongozi matajiri zaidi ya ulimwenguni. Na tukija na nafasi ya tisa ni kiongozi mwingine kutoka taifa la afrika anaitwa Cyril Ramaphosa. Cyril Ramaphosa kutoka afrika kusini huyu ni rais wa taifa la afrika kusini ana utajiri wa takriban dola milioni 450 akishikilia nafasi ya tisa kama miongoni mwa viongozi matajiri zaidi ulimwenguni tuje nafasi ya 8 hii itakushangaza kidogo kutoka nafasi ya kumi hadi nafasi ya nane ni viongozi kutoka mataifa ya Afrika, na huyu ni kiongozi mwingine kutoka taifa la Afrika Mashariki, naitwa Paul Kagame. Paul Kagame kutoka Rwanda, uh, taifa miongoni mwa mataifa madogo zaidi lakini yana maendeleo makubwa hapa Afrika, akiwa na utajiri wa takriban dola milioni mia tano akishikilia nafasi ya nane kama miongoni mwa viongozi matajiri zaidi ulimwenguni. Tukija nafasi ya saba, nafasi ya saba inashikiliwa na kiongozi kutoka taifa la Uturuki amataki anaitwa Recep Tayyip Erdogan. Recep Tayyip Erdogan ana tajiri wa takriban dola za Kimarekani milioni 500 akishika nafasi ya saba kama miongoni mwa viongozi matajiri zaidi ulimwenguni. Nafasi ya sita, nafasi ya sita inashikiliwa na kiongozi kutoka katika taifa la Azerbaijan aitwa Ilham Aliyev. Ilham Aliyev ana tajiri wa uh, dola za Kimarekani milioni 500, naye yupo kwenye orodha ya miongoni mwa viongozi matajiri zaidi ulimwenguni akiwa ameshikilia nafasi ya sita kama miongoni mwa viongozi matajiri zaidi ulimwenguni. tukija kwenye za viongozi matajiri zaidi ulimwenguni ah, tunaweza kusema kwamba ni orodha ambayo inashangaza kidogo a, kwa a, wakati mwingine tena, ambayo nafasi ya tano imeshikiliwa na kiongozi kutoka taifa la Afrika hasa Afrika Magharibi, anaitwa Teodoro Mbasogo. Teodoro Mbasogo ni kiongozi au rais wa taifa la Uh, rais huyu wa taifa la Equatorial Guinea ana utajiri wa takriban uh, dola milioni mia sita akiwa miongoni mwa viongozi matajiri zaidi ulimwenguni uh, na kiongozi pekee kutoka taifa la Afrika ambaye kaingia kwenye tano bora za viongozi matajiri zaidi ulimwenguni. Tukija nafasi ya nne, nafasi ya nne inashikiriwa na kiongozi ambaye ni kiongozi wa taifa namba mbili e, imara kiuchumi au taifa lenye uchumi mkubwa namba mbili zaidi e, taifa namba mbili lenye uchumi mkubwa zaidi ulimwenguni. Huyu anaitwa Xi Jinping. Xi Jinping kutoka China, rais wa taifa la China ana utajiri wa takriban dola za kimarekani Bilioni moja, nukta tano akishika nafasi ya 4 kama miongoni mwa mw, viongozi matajiri zaidi ulimwenguni. Tuje nafasi nafasi ya tatu. Sasa nafasi ya tatu imeshikiliwa na kiongozi ambaye e, ni kiongozi wa taifa lenye uchumi mkubwa e, kuliko yote ulimwenguni au taifa ambalo limeshikilia rekodi ya kuwa uh, taifa tajiri zaidi au ta, taifa lenye uchumi mkubwa kushinda yote ulimwenguni. Huyu ni Donald J. Trump, raisi wa taifa la Marekani ambaye ameweza kuapishwa mnamo mwezi Januari kama raisi wa taifa la Marekani. Huyu ana utajiri wa dola za Kimarekani takriban eh, bilioni 4.9 akishikilia rekodi uh, ya kiongozi namba tatu miongoni mwa wale viongozi 15 ma, uh, matajiri zaidi ya ulimwenguni. Nafasi ya pili inashikiliwa na Kim Jong Un. Bila shaka kilisikia jina hili, unasikia kiongozi fulani mtata mtata hivi uh, kutoka taifa uh, la Asia. Uh, kutoka uh, miongoni mwa yale mataifa ya mashariki mwa Asia. Atwa Kim Jong Un. Huu ni kiongozi wa taifa la Korea Kaskazini ama North Korea. Uh, Kim Jong Un anashikilia rekodi ya kuwa namba mbili uh, kama miongoni mwa viongozi matajiri zaidi ulimwenguni akiweka uh, rekodi ya kuwa na utajiri wa takriban dola za Kimarekani bilioni tano na akiwa ni tajiri namba mbili uh, miongoni mwa wale matajiri wakubwa zaidi ulimwenguni. Sasa bila shaka tunakuja namba moja. Namba moja bila shaka ulikuwa ukisik ukisubiri kwa hamu zaidi kusikia ni kiongozi gani ambaye ni tajiri kushinda wote ulimwenguni, na nikwambie tu kwamba tajiri amba, rais tajiri kushinda wote ulimwenguni ambaye, au ambaye ana ukwasi mkubwa kushinda viongozi wote ulimwenguni. Huyu ni Vladimir Putin. Vladimir Putin huyu ni rais wa Urusi, taifa, oh, myungo, eh, huyu ni rais wa taifa ambayo lina eneo kubwa kushinda yote kijiografia duniani na miongoni mwa viongozi wa mataifa matajiri zaidi ulimwenguni na huyu ameshikilia rekodi ya kuwa kiongozi nambari moja miongoni mwa wale matajiri, viongozi matajiri zaidi ulimwenguni akishikilia rekodi ya utajiri wa takriban uh, bilioni mia mbili za Kimarekani, kama kiongozi nambari moja ambaye amebeba orodha ya viongozi 15 matajiri zaidi ulimwenguni licha ya kwamba taifa lake linapitia misukosuko ya hapa na pale ya uh, uh, kivita kukiwa vikwazo vya hapa na pale, vita ya Ukraine, lakini uh, bado ameendelea kwa imara kuwa miongoni mwa mata, e, viongozi matajiri zaidi ulimwenguni. Na inaonekana kwamba uh, Volodymyr Zelensky ni ta, e, kiongozi tajiri zaidi ulimwenguni, lakini imekuwa ni ngumu kupata uh, kwamba utajiri wake una toka kwenye vyanzo gani, lakini kwa mujibu wa uh, vyanzo kadhaa vya taarifa za uh, za kibenki uh, au kiuchumi vinaonyesha kwamba Trump utajiri wake umewekezwa hasa katika uh, mabenki mbalimbali ulimwenguni na uh, utajiri wake pia upo kwenye rasilimali mbalimbali ambazo ameweza kuwekeza na kuweza kupata utajiri huo na kumfanya kuwa kiongozi tajiri zaidi ulimwenguni. Na hiyo ilikuwa ni orodha ya viongozi 15 ambao ni viongozi matajiri ambao wameshikilia rekodi ya kuwa na ukwasi mkubwa kushinda wote ulimwenguni. Ambayo eh, orodha hiyo imebebwa na kiongozi mkuu wa Urusi, Vladimir Putin ambaye uh, amekuwa amebeba amekuwa kinara ya kubeba orodha hiyo akiwa na utajiri wa takriban dola za Kimarekani milioni mbili na kushikilia rekodi ya kuwa kiongozi tajiri zaidi ulimwenguni. Asante sana, tukutane mpaka wakati mwingine. Mimi ni John Bryson Garthia Don Juan Afro Latino Latino Gang nikiwakilisha John 255 Media na Afro News au Afro 4 news. Tukutane mpaka wakati mwingine. Bye bye. Adios, amigo.